Serikali ya kaunti ya Makueni imeripoti hasara ya takriban shilingi milioni 45, kutokana na uharibifu wa mali ya umma ndani ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Hasara hiyo imehusishwa na vitendo vya wananchi wachache wasiozingatia sheria pamoja na ukosefu wa ulinzi wa kutosha katika baadhi ya maeneo ya umma. Tumeona watu wakipita wakienda like 3 kilometers wakiendea maji, wanakuja hapa, wanatupata hapa, wanauliza maji iko wapi? Awajui, uh, kama ni, ni hiyo challenge kubwa hivyo, wanaenda kama 3 kilometers, na hizo bohos si kwa expensive. Maji yetu tunauzanga 3 bob kwa mtungi ya 20 liters, au wanauza from 6 shillings au wengine 10 shillings. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na afisa wa maendeleo ya miji wa kaunti hiyo, mali zilizoharibiwa ni pamoja na taa za barabarani, madaraja madogo ya watembea kwa miguu, mabomba ya maji na miundombinu ya huduma za afya na elimu. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa vitendo hivi vimeathiri kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma kwa wananchi hasa katika maeneo ya mashinani. Hii inatufanya, wakati tunafanya bajeti ya mwaka ingine, inabidi sisi kwanza tuweke pesa ya zile vitu zimeibiwa. Ajenda namba moja ya Makueni kaunti ni maji. Kwa sasa serikali ya kaunti inapanga kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika ikiwemo kuwafikisha mahakamani wale wanaokamatwa wakihusika na uharibifu huo. Aidha, mipango ya kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa miundombinu inaendelea. Metali isemayo nyumba ya pamoja haibomolewi na mwenye nayo, inawakumbusha wananchi kuwa mali ya umma ni mali yao na kuilinda ni jukumu la kila mmoja. Taka zimekuwa changamoto katika eneo lako Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: Usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni 0798558240, 0721708850. Kifagio Garbage Collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.